Chochote anachofanya adui ili usifanikiwe, cha kwanza nazuia nguvu ya, ya kuzaa. Migogoro mikubwa kwa wanadamu hasa ni nguvu ya kuzaa. Unashangaa, unaanza mahusiano, mahusiano yanaishia njiani, unaanza kazi, hakuna unachokipokea, unaanza masomo, unaishia njiani. Shetani anachodidi na mtu ni kuhakikisha hakuna kuzaa. Ukiona maisha yako hayabadiliki, ni kwa sababu tayari ujawahi zaa, na hata kama umezaa umenyang'anywa uzao Tatizo lilonalo limeanzia siku umezaliwa. Ishara ya kwamba tayari umeshakamatwa, la kwanza, unapambana alafu una matokeo, matokeo hakuna, mfai umekuwa mfanyabiashara na sio kwamba hujapata pesa, pesa umepata, lakini tayari ulishanyang'anywa. Kwa nini? Kwa sababu tayari watu wamekuunganisha na nguvu ya utasa. Kwa nini mgogoro mkubwa sasa hivi ipo? Kama dalili hizo unazo, kuna dalili ambazo zinaashiria kwamba uko sawa kwanza, ndoto unazoziota, unaota huko shule, hiyo ni ishara mbaya. Si unaota ndoto huko kijijini, unaota ndoto, unakula chakula kwenye ndoto, unaota ndoto, unafanya mapenzi kwenye ndoto, hizo ni ishara ya kwamba tayari katika ulimwengu wa roho hauko kwa sawa, kwamba huko nini, hauko sawa. Dalili ya kwanza kwamba umefungwa ni ndoto unazoziota ndoto ndo inakupa taarifa ya kwamba sasa uko sawa. Ukiuliza mtu moja moja hapa atakwambia, mimi nimeota niko kijijini, niko na bibi yangu. Kwa nini wewe na bibi yako na tayari ulishatengana na bibi yako muda mrefu au uko naye? Maana yake ni ishara ya kwamba tayari malango ya giza inakusudia urudi nyuma. ndoto, ndoto uko shule na ulikushaacha shule muda mrefu, hiyo ni ishara tosha kwamba tayari wewe unavutwa kurudishwa rivers. Ndio maana unaanza biashara, biashara inakufa enye unaanza akali mahusiano anakuja, utashangaa, katika ndoto unavalishwa pete, kwenye ndoto uko kwenye harusi, umevaa shela kabisa, tayari uko kwenye harusi, lakini katika ulimwengu wa damu na nyama hana. Wanaume wanakuja na kuondoka, anakuja naondoka, unaku, hakuna kinachodumu. Jana mwanadada alikuja, Jumamosi ile iliyopita kabla ya uchaguzi, akakuja nikamwombea, anasema mtumishi, yeye yule dada ana tatizo moja, asema aliolewa mahali fulani Wakamfanyia ibada ya ajabu. Ile ibada aliyomfanyia ni ibada ya kwamba hakuna siku utakuja kupata mwanaume tena, hakuna siku utakuja kupata mwanaume tena. Matokeo yake ni nini? Akazaa na mwanaume, aliozaa na mwanaume ile familia ikamvuruga akili, yule dada akawa kama kichake cha. Kumbe yule kaka, lengo la kuwa na yule dada sio lengo la mafanikio wala wa kuwa mke, ni lengo la kutumia nyota yake. Baada ya muda mfupi sana achana na yule mtu. Kila akianza mahusiano na mwanaume, akikutana na mwanaume hata kimwili, sehemu za siri za mwanaume inapotea inayoyuka, sio so, kwamba ni stori. Alikuwepo jana, leo, kwa sababu ni askari ameingia kazini, angekuja hata leo kushuhudia, asema akikutana na mwanaume yeyote, amesema ameanza na mwanaume wa kwanza mpaka mwanaume wa nne, akikutana naye tu akitaka kukutana naye kimwili mwanaume anatafuta sehemu zake za siri haipo, afu unachukulia mambo kawaida. Nikamwambia unasema ndivyo ivyo, hivyo ilivyo mwanaume akitaka kuwa siri asikumwoa. Sasa mwanaume tayari anapata mashambulizi. Alipokuja hapa nikamwombea, nilipomwombea wakasema iko hivi, tunapoteza sehemu za siri za mwanaume ili asija kaolewa, ili aendelea kusimamia atannat. Kwa hiyo hatutamwachia. baada ya kumuombea, baada ya kumwombea kila anasema ana zaidi ya miaka mitatu hajawahi kuona bleed, yani hajawahi kuona siku za wanawake miaka mitatu. Baada kumbe nilipomuombea tu, kitendo cha kumgusa tumbo, akaanza kuona siku zake. Tangu siku hiyo mambo yote aka hivi naongea na watu, anasema alipoenda pale kazini watu walishangaa. He, ni wewe umetokea wapi? Mbona umekuwa mzuri ghafla, tupe siri? Kumbe tayari wewe unapotembea njiani walisha, kumbe kwa nini mahusiano hayadumu? Ni kwa sababu tayari ulishapata mtumishi mwanamke adumu, mwanamke hakai, hakai kwa sababu tayari mlango ulikushafungwa vinaongea na watu, kuna kuna mtu anaelewa ninachoongea yeah? foundation yako, maisha yako yalishapindishwa miaka mingi, ulikusha wawa muda mrefu. Kitu cha kwanza anachoshikilia adui ili usifanikiwe ni vitu vitatu. Cha kwanza anashikilia ubongo wako, anashikilia miguu na mikono. Kwa nini? Mikono ndio inafanya matokeo makubwa, miguu ndio inafanya uende spidi, akili ndio inayebuni kwamba nifanye nini ili nifanikiwe, adui anacho kwanza, nah anawaa f ufahamu, una ufahamu tena nawa mikono t na na mikono. Hii nyumba ukiona okay, hii nyumba ni nzuri leo haijajengwa na miguu imejengwa na nini? Na mikono. Kwa nini mikono ndio njia pekee inayokufanya wewe ufanikiwe? Ndio. Na wanajua mnakumbuka, yule kijana alikuja kanisani wakati anakaa hapa, anasema wakati unataja namba redioni anasema mimi naweza kuchati vizuri sana, naweza kuandika message vizuri sana, naweza nikachati na mtu hata mpaka asubuhi, lakini kitendo cha wewe kutaja namba redioni ikome kalenga ikashindwa kuandika namba. Kumbe katika ulimwengu wa roho, alishawaitoa mipaka kwamba hakuna siku utapata msaada. Anasema alicho alichogundua alicho alichokishika alicho tu ni kwamba location kanisa niko wapi. Hata mimi napigiwa simu hii mpaka usiku wa manane. Mtu anakuja anafika pale, hapa CRDB, anageuka tena haelewi kinachokilichamgeuza. Lakini ukiangalia watu wa Mungu wa roho, watu wamesha uawa, hamtaki kupata msaada. Leo utapata msaada, Amen.